na wabunge uh, wakiomba nafasi za ujumbe kuwakilisha Tanzania katika Bunge la Afrika ya Mashariki. Lakini katika wagombea hao kumi na wanane mgombea um, mmoja, wakati wa zoezi uh, hili la, la kuomba nafasi za ya kuchaguliwa kwa mjumbe uh, wa Bunge la Afrika Mashariki alitangaza kujitoa, na spika wa bunge uh, Job Ndugai uh, kukubaliana na uamuzi wake, na huyu ni Thomas Malima kutoka chama cha wananchi kafu CUF uh, ambaye alikuwa anagombea nafasi ya ujumbe kuiwakilisha Tanzania kutoka vyama vya upinzani uh, katika bunge hilo la Afrika ya Mashariki. Na kwenye makundi yale kama alivyosema katibu mwaka 1977 na, na pia kanuni za kudumu za bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wagombea ambao walifika kujieleza uh, mbele ya wabunge wa bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wameweza kujikita katika maeneo mbalimbali ya namna gani basi wanaweza wakaiwakilisha Tanzania katika bunge la Afrika ya Mashariki. Na wengi wao wameonekana uh, kwamba ku wanatamba uh, watakapofika katika bunge la Afrika ya Mashariki. Na hao unaowaona ni wagombea ambao walifika katika uh, walifika mbele ya wabunge hawa wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aa, na kujinadi na kuomba kupigiwa kura katika nafasi za ujumbe. Na spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Job Ndugai amekuwa ametoa maelezo hapo kwa wagombea kwamba kila mmoja angalie nani ambaye atamwakilisha katika kura hizo zilizopigwa, kuhakikisha kwamba ili aweze kujiridhisha na kura zilizopigwa kwamba kweli ni za kwake ni masuala ya kidemokrasia hayo, kiasi kwamba kama ameshinda au hajashinda, lakini anakuwa na hakika kwamba mtu fulani nilimtuma kwa ajili ya kuweza kuniwakilisha katika uh, zoezi la kuhesabu kura. Mtazamaji pia nilikuwa ni nakukumbusha tu machache ambayo yamekuwa yakielezwa na, na wagombea na wagombea uh, ambao wana wanawania nafasi ya ujumbe katika bunge la Afrika ya Mashariki. Swala la viwanda limeulizwa na pia limeelezwa na wagombea, na wengi wamesema kwamba watahakikisha kwamba wanakuwa imara katika kuiwakilisha Tanzania katika bunge hilo la Afrika ya Mashariki, kuhakikisha Tanzania inakuwa kiuchumi, kutumia nafasi zote ambazo zinapatikana uh, katika jumuiya uh, katika ya Afrika Mashariki katika masoko uh, katika sekta mbalimbali mbali, zikiwemo za utalii, zikiwemo za biashara na kuhakikisha kwamba Tanzania inaimarika na kuwa na uchumi imara, kuzingatia Tanzania ni, ni nchi ambayo ni kubwa uh, na ina idadi ya watu wengi zaidi katika uh, katika nchi za ambazo zinawakilisha jumuiya ya Afrika ya Mashariki. Swala lingine pia limeelezwa suala la elimu wajumbe wame, wagombea wameeleza kwamba watajitahidi pia kuhakikisha Tanzania uh, inakuwa ina uwakilishi uh, inakuwa imara katika masuala ya elimu, iwepo elimu sawa, na waangalie namna gani basi Tanzania pia inazidi kuimarika katika sekta ya elimu. Uh, pamoja na nchi zingine za Jumuiya ya Afrika ya Mashariki. Kwa hiyo hayo ni baadhi tu ya mambo ambayo yamekuwa yakielezwa na wagombea ambao wanawania nafasi za ujumbe wa Bunge la Afrika ya Mashariki. Na tayari kura naona zimeshapigwa; wabunge wameshapiga kura na mbele hapo ni wagombea wa nafasi za ujumbe wa Bunge la Afrika ya Mashariki na tayari namsikia spika anatoa maelezo. Hebu tumsikilize tutakapoona inafaa. Naanza nam mmekubaliana wote kwamba wote sio, au kuna anayetaka kuweka mwakilishi ambaye haendi mwenyewe, anataka kuweka mwakilishi? Mheshimiwa Kimiza, ndio mwenyanyua mkono. ni nani? Njombe, basi mbona wewe sio mgombea? mwakilishi wa mwakilisha Kimbisa? Mwakilisha Kimbisa. Ah, Kimbisa. Okay. Nashukuru. Sasa wale, wale ambao mnaenda wenyewe, hebu njoni njoni upande huu wote, yule ambaye haendi mwenyewe abakie hapo hapo ili tujue wakilishi wake. Haya, nyie ambao muende wenyewe nipeni majina. Mheshimiwa Kibisa tayari, Mheshimiwa Wenje Lema, Mheshimiwa Masha Waitara. Haya, Waitara, Lema na Mheshimiwa Lissu.